Suala la uhalifu mitandaoni linazidi kuzua taharuki katika sekta ya usalama huku wakuu wa usalama Afrika wakikutana jijini Kigali nchini Rwanda kutathmini mikakati ya kudhibiti tishio hilo. Collins Shitiabayi anahudhuria kongamano la usalama barani Afrika na hii hapa taarifa yake kutoka Kigali. Katika mkutano wa kimataifa wa usalama uliofanyika Kigali, Rwanda

kwa mfano nchini Kenya pekee mashambulizi milioni 840 ya mitandaoni yameelekezwa kwa serikali na sekta binafsi. In the month of January, uh, to April, we've had 840 million attacks in Kenya, uh, on our various infrastructures. Um, and we would not be able to discern that or be able to tell that if we're not able to scan the environment and be able to intervene at, at the right time, tangu mwaka huu kuanza. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi Nurdin Haji, Afrika iko kwenye njia panda, mikakati ya kiusalama ya kitambo ikitajwa kama ambayo haiwezi kukabili hatari inayoibuka is actually of a lot of value to the end consumer who is probably either the police or the director of public prosecution. Bunduki ya kisasa hazipigi risasi zinabeba data na mtandao ndio uwanja. Kila taifa ni shabaha. Collins Shitiabayi, Runinga ya Citizen, Kigali, Rwanda.